Halmashauri ya wilaya ya Same imeidhinishiwa kutoa mikopo ya jumla ya shilingi milioni mia moja tisini na nne ambapo ni mchango wa halmashauri toka mapato yake ya ndani ya asilimia kumi. Mikopo hii inatolewa kwa vikundi 40 ambapo vikundi 27 ni vikundi vya wanawake ambavyo vitapokea kiasi cha shilingi milioni 135, vikundi vya vijana ambavyo vitapokea kiasi cha shilingi milioni thelathini na tisa Vingine vitano ya wenye ulemavu ambavyo vitapokea kiasi cha shilingi milioni ishirini. Ongereni sana mliokidhi vigezo. Hivi mambo ambayo mnatakiwa kuyafahamu ni pamoja na mkopo sio msaada, mnawajibika kuhakikisha mnatekeleza matakwa ya kisheria ya mikataba ambayo imesainiwa. Mnapokiuka mikataba hii, hatua za haraka zitachukuliwa ili kunusuru upotevu wa fedha za serikali. Nawaasa wana vikundi kutumia mikopo hii kulingana na mipango yenu ya biashara na si vinginevyo. Aidha, jukumu la kurejesha mikopo hii ni la wanachama wote, hata kama mnagawana fedha hizo katika kutekeleza majukumu mbalimbali Lazima mi, mikopo hii muitumie vizuri na mrejeshe kwa wakati, ili sasa hata wale wengine ambao wanataka kukopa waweze kukopa wengi zaidi kuliko nyinyi mlioko hapa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.